Eh, bwana, mambo vipi? Poa, vipi habari? Ah, fresh, vipi kutoka meja esamuyo? Matokeo yametamatika na mnyama anashinda kwa goli moja kwa mbinde kabisa. Ehe, wana Simba. Hii inawapa faraja kiasi gani na inawapa maumivu kiasi gani kuelekea kombe la shirikisho Finali. Uh, utaki kusema kwa mbinde. Yaani jambo muhimu ni pointi tatu. Mm. Umesema kwa mbinde ni jambo ambalo unasema namna gani? Namna gani JKT leo tumewatafuta? Sema wamekuwa ni watu wenye bahati. Kwa hiyo ungesema kwa mbinde tusituwasifu, JKT wamekuwa watu wenye bahati, lakini tumepambana namna ya kutosha. Mechi hizi za mwisho utaki kucheza mpira. Unataka ucheze mechi upate matokeo. Tumeshinda goli moja, tumepata matokeo, tunapanga na mechi ijayo. Kwa sababu namna ulivyo, lazima ufanye rotation, upange wachezaji kwa namna ambavyo mechi zenyewe ziko mfululizo. Una baada ya siku tatu una mechi, unachezaje mechi namna hiyo? Kwa mwisho wa siku lazima ucheze mechi upate matokeo uendelee safari mm. Muda mwingi sana ilikuwa inaonekana kama ina ugumu, lakini inakuja inakataa hivi kuyapata matokeo. Baada ya dakika sita za nyongeza, Simba ndo anakuja kupata matokeo kipindi cha kwanza. Ah, uh, kila mtu anapambana. Wakati sisi tunapambana kwa kwenye mbio za ubingwa, tuendelee kuzilinda JKT anapambana kujiweka kwenye mazingira salama wasiweze kushuka daraja. Kwa hiyo unaona namna ambavyo pointi hizi za mwisho kila mtu ana muhimu nazo, mwingine ana muhimu kwa ajili ya ajipambanie asishuke daraja, lakini simba na umuhimu wa kuzitafuta ili apate kujiweka eneo salama, wakati anapambania ubingwa. Kwa hiyo kila mtu anapambana kwa ajili ya kutafuta pointi tatu, unaona ambavyo JKT alikuja leo hawakucheza kama mashujaa, wamecheza, wamefunguka, wanatafuta Simba, wakaona wanaweza kupata matokeo kwa, kwa muda mwingi walikuwa na tunapishana nao, lakini ndio hivyo, ilikuwa bahati kwao. Nafasi nyingi za wazi, unaona, Kibdenisi amekosa amekosa, Mkwala nafasi za wazi ambazo tumekosa, wamekuwa siku yenye bahati wamebahatika lakini aliyepata akapata. Niliwaambia JKT japo tumewajeruhi mashujaa ni ndugu zao, lakini tunaenda Meja Isamuyo, tuna lengo moja la kutafuta pointi tatu, na hilo limewezekana. Tumemaliza game na jipanga mechi na Pamba. Ah, safu ya ushambuliaji ya Simba inaonekana kama iko butu hivi inakosa nafasi nyingi sana ah, vile mpira unavyoutathmini wewe tofauti na ambavyo mpira ulivyo. Mpira una mambo mengi ambayo yako nje, kila mtu anapambana, hakuna mtu ambaye Yuko pale kuto kutoka na matokeo, wanapambana kwaja kupata matokeo, lakini mda mwingine wanasema jitihada, inawezekana ukafanya, lakini namna ambavyo forward inakosa, tunaishi tu, twende na haya, kwanza tumalize, hatuwezi kuyajadili, ndio silaha tulizonazo msimu huu lazima nazo. Budo Mtale, kocha wa JKT, hakuweza kumweka kwenye mipango yake. Haweza kumjadili kama leo atakuwa ni mtu hatari, lakini leo amekuwa nadhani dzani ndio maana the mechi ameweza kusumbua pale mbele hakabiki assistants ingekuwa ingekuwa na sisi karibu mbili , lakini wale walio hapa sisi wameshindwa, ni sehemu ambayo kweli ni jambo ambalo tunasikitika sisi kama mashabiki, kwa sababu sehemu ambapo mechi utaki kushika kichwa ndakui imalize mapema, lakini unamaliza mechi umeshikilia moyo muda wote, kwamba kiroho kinatwetwa naweza akarudisha mambo yakawa mabaya. Nafasi ambazo tumekilia leo, nafasi nyingi sana zaidi, nafasi sita au saba za wazi kabisa, kwa muda mwingine, inasikitisha. Lakini tutafanyaje? Ndio silaha ulizonazo kwa ajili ya lakino zonazo kwajina mapambano huna namna ya kwenda nazo, tujipange baada ya msimu kwenda kwa wakati huu, twende na hizo hizo, lakini wanatusikitisha makosa goli nyingi sana. Golikipa wa JKT Tanzania ameonekana kikwazo kwenye dakika za mwishoni za kipindi cha pili. Ah, amekuwa kikwazo kweli, lakini muda mwingine ni mapungufu ya yes, wachezaji wetu kwa sababu, muda mwingine wewe unaangaliana na kipa, ni sehemu ya kuchagua. Muda mwingine unamgongesha kwenye mkono. Amekuwa vizuri, ameweza kuisaidia timu yake, lakini hajakwepa kufungwa kufungwa kubwa pale pale. Tumeondoka na ushindi, lakini amesaidia kuto kufungwa goli nyingi. Muda mwingine ni umakini wa utulivu, muda mwingine, kwa sababu Budo uliona moja, aliingia nayo pale, sehemu ya kupiga anataka pasi, wakati anapompasia mtu yuko nyuma. Kwa muda mwingine ni mawasiliano wenyewe kwa wenyewe pale mbele panasumbua, labda kwa sababu ya pressure ya mchezo namna ilivyo, kwa sababu mechi zenyewe za mwisho, mashabiki jukwani ni kama wame wana pressure Ye mwenyewe mchezaji ni kama na pressure point 3. Kwa sababu tunaziwania pointi tatu. Kwa muda mwingine pressure imekuwa juu sana kwa sababu ukipoteza pointi point za hivi mbili au tatu ni kama ubingwa umeweka rehani. Kwa hiyo pressure ndio inayofanya hata watu nje ya uwanja ndani ya uwanja wasiwe na utulivu huo. Nadhani ndio shida iliyopo. Mwalimu ameonekana anafanya rotation kubwa ya kikosi kila baada ya mechi. Hii inaijenga timu zaidi? Ah, unaendelea kulingana na michezo ulionayo. Unaendelea kulingana wewe jiulize JKT ana karibu siku ngapi hajacheza mpira. Ukiangalia okay, Mashujaa na mechi ngapi hajacheza? Juzi tumetoka South Africa, tumemaliza game na, na Mashujaa Nadhani tuna siku tatu, siku tatu leo tuna game. Baada ya hapa ba tena tuna game na Pamba. Unaona mechi ambazo ziko mfululizo. Inawezekana muda mwingine unatakiwa kuwapa watu wapumzike kwa sababu wale ni binadamu, wanaongozwa kwa mishipa na nyama. Mwisho wa siku kimpa mfululizo, la kocha ambaye anaweza kufanya kazi lakini kwa mtu mwingine nadhani tungeweza kuanguka, kwa sababu mfululizo wa mechi hizi za Simba na namna ilivyo ni wakati mgumu sana. A, nasema muda mwingine unafika, lazima tucheze mechi tuwache, yani tucheze mechi tuache kucheza mpira, kwa sababu mazingira yaliyopo ni mazingira magumu mno. Mmeanza kukata gepu la pointi mtani wenu, mlikuwa mbele kwa tofauti, alikuwa mbele kwa tofauti ya pointi kumi, sasa zimebaki pointi nne. Eh, zimebaki point nne, namna ambavyo tuli introduce ubaya ubwela wakati tunaanza msimu tulikuwa na maanisha, kwa sababu leo hii kama asingerudi Mo Dewji kusema arudi mwenye akusanye nguvu na weze kuunganisha Simba iwe na sauti moja, nadhani mwaka huu msimu Yanga alikuwa anatangaza ubingwa chini ya mechi tano mkononi au mechi kumi, lakini tulimwambia arudi kwa sababu tulijua namna ya upambanaji, namna harakati ya mpira wetu ulivyo, kwa maana tunasema kama tulikuwa tumepwaya sauti, hatuelewani ya yani uongozi kama wenyewe hakuwa na sauti moja. Kwa hiyo mwisho sasa tunamwambia aje, kwa namna ilivyo lazima upambane hivi, na maana akasema tunacheza mechi kulingana okay tu, na gap la point lilipo, ukiangusha point tu umeshampa nafasi Yanga. Kwa hiyo kupambana huko, tunatafuta mechi na Pamba. Tukimaliza kipolo cha Pamba, nadhani itakuwa imebaki hiyo point moja ambayo michezo itakuwa sawa. Mwisho wa siku, ataamua yeye aendelee kwenda kasi au amkabe mpanzu, tuamue bingwa ni nani. Wameshasema barua press release yao ya leo iliyotoka, wanasema wanasimamia maamuzi yao yale yale, kwamba mchezo wa tarehe nane ulishapita hawachezi tena. hawachezi ah, tena kuna vitu vingine vinatokea ili kupata funzo yaani funzo linakuja wakati wa jambo gumu kama hili. Huu mchezo walikuwa pamoja na, na bodi ya ligi, walicheza wote pamoja kwa sababu namna ilivyo udhamini ulivyoanza kwa muda mwingine ambavyo wao ndio wamewajengea tabia ya hii Yanga kwa mazingira haya ya kuwa kuwalea na namna ilivyo, mwisho wa siku mtu unapomlea anakukosea adabu mbele ya wageni, hata mwanao. Kwa hiyo mwisho wa siku usipomkanya anafanya jambo la mbalo lipo, tunamwambia mwenye mamlaka ya mpira ni TFF. Unaposema uchezi, tuone sasa mamlaka zitaamuaje kwamba ziandae mechi yanga asije zeni, tuangalie kama watafuata taratibu ambazo li. kwa sababu unataka kuheshimu wanasema wanaheshimu kanuni, wamerudishwa kule na kasi, kama walikuwa na uwezo kusema hawacheza m watu wagawane, wasiwadhulumu mashabiki wao, kwa sababu mwisho wa siku bingwa hawezi kupatikana bila mechi moja kuchezwa. Tutatangazaje bingwa ikiwa mechi moja haijachezwa? Hakuna mechi iliyokamilika. Kwa mwisho wa siku ni kama wanafanya maigizo, ndio maana Kalia aliwaambia wanacheza sinema, lakini mpira utachezwa. Kama wataki mpira, watapoteza pointi kumi na tano. Hawa watu wanaolipa mamilioni ya hela watakaa bila kucheza klabu bingwa ukinyang'anya pointi kumi na tano hautokuwepo kenye nafasi ya kucheza klabu bingwa. Sasa kama wamejiandaa na hilo, watakuwa watu wa ajabu, walipe watu mamilioni ya hela, hapo wakae tu, wawe wafanya kazi hewa. Ni jambo la ajabu, sijui kama watakuwa nalo hiyo fikira hizi. Wameshasambaza barua, mpaka wamepeleka mpaka serikalini. Hii inakaje kaje? Maana mpira tunaamini hauhusiani na masuala mazima ya kiserikali ukiwa ukiwa na uelewa mdogo, muda mwingine useme, muda mwingine waga naongea maneno makali, watu wananilaumu kwamba ukiwa na shida ya afya ya akili. Mimi naitaga hivyo sababu muda mwingine ni kama wana shida ya afya ya akili. Hata juzi niliwaambia ni wa viongozi ni wenye weledi, waliaminiwa wakapewa taasisi kubwa, lakini mambo mdogo nayo yafanya pako na shangaa. Walikana mkataba wa ngomu wa Kagoma hapa wakatuonyesha, wakacheza mpaka na taarabu kwamba kuonyesha hivi na hivi, leo Kagoma anapiga mpira Simba na hakuna shida yoyote. Ni wao wenyewe wa ambao waliwaaminisha wanachama wao kwamba Kagoma amemsajili yuko halali, leo anatakiwa toe majibu hayo kwa watu, wasitaudi namna ya kujificha niliwa ili jambo la Yanga, viongozi wao ndio waliopo Yanga. Kwa namna ilivyo, unapelekaje mabouncers sehemu ambayo haki na mruhusu afanye mazoezi? Kwa hiyo mwisho wa siku wao ndio walikuwa wamekosea moja kwa moja. Ofa imetua kwa Faisal Abdalla Fay Toto ya milioni 800 kwanza na mshahara milioni 50 0 uh, tajiri karudi, tajiri karudi. Nafikiri alikuwa kule ameona watu waliowapa maelekezo, inaonekana labda wanachemka, ndio maana amekuja na silaha kubwa namna ilivyo, kwa sababu ni kama nilivyokuambia mapungufu ambayo tunayoonyesha kwenye ligi, sababu mwakani ni uhakika, klabu bingwa, klabu bingwa wanapoenda lazima uende na silaha za kutosha. Kwa hiyo mwisho wa siku ni mwanzo ambao tunaanza kuandaa silaha mpya. Kwa hiyo mwisho wa siku mode weji karudi, watu wamejiuliza, milioni 600 akaonekana anazungusha Faith Toto, watu wameshatia milioni 800 mezani, ina maana kwamba tuna uhakika namna ambavyo tuko serious namna kumtafuta Faith Toto. Nadhani hiyo approach ya pili ambayo tumepeleka hata wenyewe watu wa Yanga ambao walikuwa wanasema, nimemsikia siku hizi asubuhi, mtangazaji mmoja ambaye yuko upande wa Yanga anasema kwa sasa hivi Simba wameamua kweli, kwa sababu Mo ameingia na alikuwa na kikao na upande wa kambi ya ya Feitoto, nadhani tayari keshaingiza miguu yote, tunamtaka kijana akakamue klabu bingwa hamna ile boka yani, namna hii unasema. Hata leo hii wanawalaumu kina kina Kayombo. Leo umemwona smart ambavyo amesimama kama lefa, wanawalaumu kwa sababu mda mwingine unapoongea na watu kwa maneno wanakuona kama hauna maana. Tumepiga kelele jambo hili la timu nane, lakini majibu aliyokuwa anatuambia kwa kwamba hamna hela, kama nanyi mna hela za minini. Kwao ni kitu ambacho muda mwingine hata mwanao akiwa nyumbani mkimsema kwa maneno kama asiki, unashika bakola unachapa. Kwao mwisho wa siku wanatakiwa tuwachape kwa fimbo halisi, ili watoe milio ambayo iliyopo. Ndio mwanzo tumeanza, kabla ya kudhamini hizo timu kumi, tushaanza na waamuzi kwamba

Tumekosea turudi kwenye mstari uliokuwa sahihi. Wao walijiona wa maana, kila ukiongea oh Yanga ubora wake ndio unaofanya wapinzani wakosee. haiwezekani. Unamwona Black Star anachukua kiungo akata na mpanga kuwa beki, haiwezekani. Ukijiuliza leo alimuondoaje Uchebe ni kwa sababu alicheza game tafu na Yanga wakaogopa marudiano inawezekana wakadondosha. Kwa hiyo muda mwingine unaona fedha ambazo alikuwa anapata yeye Yanga na sisi tunaandaa hivyo sasa mwisho wa siku. Nilishasema, hauwezi kulima shamba mmepakana shamba hivi. Wewe umelima huku upate debe mbili mwenzie apate debe kumi mwaka wa kwanza, debe mbili debe kumi mwaka wa pili, utakuwa binadamu wa ajabu ambaye ya akili yako haiwezi kujikuna ukaona nini, nini kinafanyika mwisho wa siku. Tumeamua tulianza, la kwanza wale watumishi hewa kwenye timu yetu walikuwa wanafanya kazi pande mbili tukapuluni ili la klabu nane wamegoma, kila tukiwaelekeza waelewe, na kwa sababu mshirika wao wamemkorofisha, na ndio maana wamemstua Mo Dewji, mchezo huu unachezwa namna hii. Bodi ya ligi ambao walishiriki wote huu mchezo ndio wamemtukana. Kwa hiyo mwisho wa siku katoa password, Mo Dewji anakuja kudhamini timu kumi, lakini tukigundua kama tunaenda tofauti, tutaongea lugha moja. Mwisho wa siku watatoa milio ambayo bado haijatoka, lakini tukichagiza hapo hapo kwenye swala la timu kumi. Ukiangalia timu ambazo hazina ushirika wa JSM ni chache sana hata tano sidhani kama zinafika, ni nane timu ambazo zimebaki. Hjesemu nadhamini timu nane, ah, ah, ambazo hazidhamini na semu hazifiki hazifiki kumi. Kwa hiyo unataka kuniambia kumi zinapatikana vipi au ndo kauli yenu ya ubaya ubwele nataka kuthibitisha. Ah, sasa leo hii mzigo unaoleta ukiwauliza wale mzigo wale upewa wenda milioni 60 milioni 70. Modeji anaanza na milioni 300 mpaka milioni 500. Utaweza kushindana naye. Namna wewe approach yake ya Modeji ni kubwa. Rahisi mtu kuachika kule alikokuwa ili aje huko kwa Modeji kwa sababu hawezi kuacha mtu milioni 300 akafuata milioni 70. Kwa hiyo hata hao waliowadhamini yeye watamgeuka na waje huko. Tunaelewa, watu wengine, timu zingine zilikuwa upande wetu, lakini kwa sababu ya ushawishiwa na hela wamebadilika kuwa upande wao. Kwa hiyo mwisho wa siku tukitia mzigo hata wa kwake walio nao nadhani tutawachukua kwao. Mwisho wa siku, naangalia manufaa ya pesa. Mwenye milioni sabini na mwenye milioni mia tatu nane ana nguvu zaidi. Kilichopo imetokea taarifa leo, imeanza kusambaa ikionyesha kwamba FIFA wamewauliza TFF kwa nini mtu mmoja anadhamini timu nane, yatoke maelezo ya kina na ya kutosha kabisa. Hiyo salamu zikienda kwa GSM. Ah, nadhani mda mwingine anasema ukisubiri mavuno utakuwa mtu bora sana, ambaye utakuwa na manufaa. Hili jambo tuliwaambia watu, kama FIFA wamefika zile kwenye mpira wameelewa jambo hilo, nadhani litawahusu wengine ambao tulikuwa tunawaambia kwa manufaa ya mpira. Hata bodi ya ligi wenyewe wana makosa, na huu mchezo waliufanya kwa sababu waliungana pamoja kutaka kudhamini timu zote GSM. Babla akakataa akasema, mimi Simba siwezi kudhaminiwa na GSM kwa sababu timu hii yeye, yeah, anayo timu ya Yanga, tutadhaminiwaje? Kwa hivyo akakataa. Babla alipokataa ule mkataba bodi ya ligi tayari walishakukula hela za GSM hawakuweza kurudisha. Ndio mgogoro huu ambao toka mwanzo tukila tukiongea wanautetea bodi ya ligi. Kama FIFA wenyewe wenye mpira wameamua kuja, tutashuhudia mengi. Tusubiri, wakati ni shahidi mzuri, yatamwagika yaliyokujificha. Kwa kumalizia, ni wakati mwafaka sasa hivi, tunaenda kumaliza ligi, turudi kwenye kanuni kuzipitia upya na kuangalia wapi tulikosea. Ah, sasa shida inakuja kwenye kanuni, zinakuwa ngumu kupigiwa kula, kwa sababu muda mwingine wenye favorite ya kula wanakuwa ni watu wengi, ambao kwa mfano wakikubaliana, kwa mfano, kwa mfano unapiga kula kusema, a kusema zisizaminiwe timu nane, lakini wanaonufaika ni wengi. Kwa hiyo kwenye kula ukipiga, inawezekana simba akawa na kula moja peke yake, lakini mawazo yakawa ni mawazo mazuri. Kwa hiyo muda mwingine kwenye kupiga kula Inawezekana Simba kaanguka. Kwa hiyo kwenye kuzipitia kanuni ni jambo zuri, wapitie kanuni kwa manufaa ya mpira, kwa sababu mwisho wa siku mpira unaelekea bondeni, mpira unaelekea mpaka sehemu sio salama. Kwa hiyo namna kama wakipitia kanuni kwa manufaa ya mpira, kwa sababu mpira umegeuka kiwanda kizuri cha pesa, wanapata hela wa Tanzania, wanapata viwanda, yani watu mbalimbali wanapata kupitia mpira. Kwa hiyo mwisho wa siku wana haja ya kuangalia mpira na kanuni zake, waziwe katika kanuni zio bora kama za wenzetu. Shukrani sana. Asante sana.